Asalamu alaykum wa rahmatullahi taala wabarakatuh, karibuni katika darasa za Mwalimu Abalhasan Jumar, mtaalamu wenu wa elimu za namba na kutafsiri ndoto mbalimbali mbali, na utatuzi mbalimbali mbali wa matatizo yetu ya maradhi ya kibinadamu na maradhi ya kishaitani au maradhi ya kijini uh, tuko tunaendelea katika darasa ya pili ya mwendelezo wa umuhimu wa vizazi au vinasaba. Uh, tumeelezea katika darasa ya kwanza, kanuni ni ile ile ya kusema 2 over n raised to the power of 10 iko 2, tukisema hii elfu moja na ishirini na nne maana yake ni ndoa, yani mpaka ndoa kizazi cha kumi, maana yake ni ndoa elfu moja na ishirini na nne Uh, kuna siri gani katika uh, vinasaba au elimu ya nasaba? Ni kuwa anwani yetu ni ile. Je, unawajua wao? Hakika wao wanakujua wewe. Nikiwa wewe kama hautawajua babu zako na kuendelea katika vizazi mpaka kumi, eh, kizazi cha kumi ambapo ni ndoa, tumeelezea, itakuwa ni elfu moja na ishirini na nne ikiwa wewe huwajui basi wao wanakujua vizuri. Wanakujua vipi? Ni kwa sababu zile uh, chembe chembe au uh, vile vinasaba ni kwamba vimehama kutoka kule vikaja huko vikaendelea vikaendelea. Na hapa pia, katika uh, mitazamo ya kisayansi wanasema wewe utakuwa ni wa kwanza, kwa kadiri unavyoshuka chini ndivyo zinavyokuwa zinaenda zile nasaba zina, yani vinasaba vinapungua. Mfano wewe mume na mke ambao ndio mtakuwa mababa nyiye, mnakuwa mnapewa asilimia hamsini. Alafu kisha uh, wale watakaofuata, yaani baada ya nyinyi, watoto ndio mmekuwa mababa sasa. Nyinyi mna baba zenu, watakuwa ndio mababu kwa huyu mtoto wenu, asilimia itapungua itakuwa ni ishirini na tano. Alafu babu zenu nyinyi wazazi wale wapili ambayo itakuwa sasa ni babu mkubwa kwa hawa watoto wenu, pia inakwenda inapungua, itakuwa asilimia 12.5, yani asilimia 12 na nusu. Kwa kadiri inavyoenda, inaenda inaenda, itakuwa inakwenda inapungua mpaka itaenda kwa 00% Tuaibu. Hii ni katika kukujenga kiakili uh, upate kujua umuhimu wa vinasaba na ni jinsi gani ya kuvifanyia kazi. Tuaibu. Tulielezea katika kipindi, wala hakuna haja ya kuendelea zaidi au kurudia, ila tunaendelea mbele uh, tunapokuwa tunakutana katika tendo la ndoa mwanamke na mwanamume zile spams, au zile mbegu maanake zinakuwa tunabakishiana, tunavyokuwa tunabakishiana vile vinakuwa ni vinasaba ambavyo unamwachia mwenzio, vina athari kutegemea na tabia za huyo uliyomwachia au za huyo aliyokuachia ndio maana utakuta watu ambao wanaojua elimu za kiroho watu wa spirit hawezi kuwa anafanya ngono hovyo hovyo na watu ambao hawaelewi lazima ajue huyu ni mtu wa aina gani. Kwa nini? Kuepuka zile athari E, lakini cha ajabu unaweza ukaona mtu mmoja akaachiwa aka mbegu tofauti tofauti na watu hamsini wa ndani ya mwezi mmoja mtu anaweza kuwekewa mbegu tofauti tofauti na watu hamsini, watu kumi ni hatari hii. Ni kwa nini hatuoni zile hatari? Ndio maana utaona uh, mabishano, watu hawana aibu, ni tofauti na zamani e, hishma katika jamii nakuwa hakuna. Kumbe tunakuwa tunachukua tabia tofauti tofauti za watu e, kuna wakorofi humo kuna wastaarabu mo ndani e, kila sifa ambazo ni tofauti tofauti. Kwa hiyo ni vizuri tukawa tunachagua watu wa kuwapa hizo, uh, mbegu au hizo nasaba au kuzipokea hizo nasaba, taib. Ndio uh, maana utakuta wakati mwingine mtu akakwambia, nikikutana na mtu fulani mambo yangu huwa ni mazuri zaidi, lakini hujui ni kwa nini anakuwa mazuri Watu wa kiroho wanaangalia zile nasaba vinasibisho vya huyo uliokutana naye. Yawezekana yuko na baraka nyingi kutoka kwa hiyo ya cheni yake ya vinasaba, kwa baba, kwa babu wa kwanza, kwa babu wa pili, kwa babu wa tatu, mpaka babu wa tisa. Hapa nilikuwa naelezea nilipokuwa nimeishia katika darasa ya kwanza, nitaendelea kwenye hii darasa ya pili kuangalia katika Uislamu. Kule nilishia sehemu ya tatu, hapa naendelea na sehemu ya nne, umuhimu wa familia au vizazi, upande wa nne katika elimu ya Kiislamu. Vizazi vya nyuma vinajulikana kwa mitume na kwa watu wema. Aa, katika Qurani tunakuta mfululizo wa vizazi, inasema enye kizazi cha wale tuliowachukua pamoja na Nuhu. Nuhu ni mtume alayhisalam, hakika yeye alikuwa mja mwenye shukurani. Hii ipo katika suratul Isra, ni sura ya 17 aya ya tatu. Kwa hiyo utaona hapa Kurani imetaja vizazi vya nyuma e, vinavyojulikana kwa mitume na kwa watu wema. Ikiwa na maana gani? Mitume wengi walitajwa kwa muktadha wa nasaba zao Mfano, ukaona Nabii Isa aliambiwa ni mwana wa Mariam, Isa ibn Maryam, mtoto wa Mariam, na kadhalika. Na hii inaonyesha ni uzito wa ukoo wa utambulisho wa mtu. Kwa hiyo mtu anatambulika vizuri kwa ukoo wake. Kwa hiyo ukoo ukiwa mzuri, na utambulisho unakuwa ni mzuri. Ukoo ukiwa si mzuri, si uzuri wa ukoo wa kuwa na mali zaidi, ni kwa zile tabia. Kama tunavyoangalia jambo la tano ni kufahamu ukoo hukujenga katika asili na dhamira. Yaani kufahamu kuwa una mababu zaidi ya elfu moja na ishirini na nne kufikia kizazi cha kumi. E, kunatufunza nini? Inatufunza ni unyenyekevu, kuwa wewe sio mwanzo wa kila kitu. E, kuna waliokutangulia. Lakini pia inatufunza shukrani kwamba wapo waliopigania maisha yao ili wewe uwepo, maana mpaka umepatikana wewe alikuwepo baba yako, baba yako alikuwa babu yako, babu yako alikuwa baba yake baba, babu, wa baba yako, babu yako na hivyo hivyo hivyo hivyo. Na wote hawa kadiri walivyokuwepo wanapigania maisha eh, wanaishi maisha mazuri, wengine waliishi maisha mabaya, ndio mpaka wewe kuja kufika. Na haina maana kwamba ukiwa na zile vinasaba vibaya, baadhi ya kule kwenye ukoo wako, basi hauwezi ukawa mtu mzuri. Hapana, Ukipata mafundisho mazuri, ukapata malezi mazuri, basi na wewe utakuwa ni mtu mzuri, japokuwa utakuwa umepitia pitia, yaani na vile vile zile jenesi zako vinasaba vyako vimepitia pitia kwa watu ambao hawakuwa wema au wenye tabia nzuri au na magonjwa kadha wa kadha. Eh, tumeona tu kwamba magonjwa yanarithishwa, magonjwa kwamba kama kuna babu yako fulani aliumwa ugonjwa fulani, basi unaambiwa kama sio kwako wewe mtoto, basi kwa mjukuu, yani mtoto wa wewe mtoto, hiyo inajulikana. Lakini sio hiyo tu, ni mambo mengi ambayo yanahusisha katika hii kanuni ya 0h iko tu 1024 tayib. inatufundisha nini kitu kingine ni uaminifu, kuwa una jukumu la kuendeleza mema yao na kutengeneza kizazi chenye nuru yeah, muangaza, chenye mwangaza chenye tabia nzuri tayib. Kwa hiyo utaona haya yamekuwa ni mambo muhimu katika hii darsa ambayo nilotaka kujua, je unawajua wao Hakika wao wanakujua wewe. Kwa hiyo unaweza ukajikagua hata wewe tabia zako e, na ukapenda kumuuliza mzazi wako wa kike au wa kiume kuhusu babu zako e, na wao pia wazazi wako, kwa kuelezea kuhusu babu zao ambao itakuwa ni babu zako wewe wa pili, kupata history. Na ni makosa makubwa kwa baadhi ya wazazi kama nilivyoeleza awa, tunaita masingo mother E, wanapokuwa wanagombana na wazazi wenzao wakawachukua watoto wakawafundisha tabia mbaya, au wakawafundisha chuki za kuwachukia wazazi we, wale wa kiume, yaani mumewe aliowachana naye, kwamba hayo hakufai, alinifanya nini. Haisaidii chochote ndugu zangu, huyu mtoto kama utamlea peke yako ukamfundisha tabia mbaya ukahisi umemkomoa huyu mzazi mwingine lakini ukumbuke na huyu mzazi mwingine, na yeye ana vinasaba huko vya upande wa baba yake na mama yake, ambapo na yeye kaja ku kuviplant, kuvizalisha, kuvi, plant, kuvi, zalisha, kuviproduct kuvireproduct katika huyu mtoto. Kwa hiyo mmechangia, wewe una vinasaba vyako kwa mtoto, na yule baba ana vinasaba vyake kwa huyu mtoto. Chuki zenu nyinyi wazazi, zimalizeni vizuri kumnusuru mtoto. Hata kama mwanamke ukaona una uwezo wa kumlea kwa nafasi, akasoma skuli kubwa mpaka akaja akawa tajiri, kama tunavyowasikia baadhi ya watu walivyoendelea na manufaa, lakini bado balaa itabaki kwa mtoto kwenye kizazi chake. Ndio maana wale waoga wa elimu za kiroho huwa wanaogopa sana kurithi au kuendeleza tabia mbaya, wakiamini zile tabia mbaya zitaleta athari kwa watoto wao, ndio ukawakuta wengine wanakubali kujishusha ili kuweka mambo yawe mazuri kwa ajili ya watoto wao na vizazi vyao kwa ujumla. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie tuwe tuna moyo wa kuwa ni wavumilivu wa kusamehe, na tusamehe kweli kwa dhati, tuvumilie. Kama una chuki na mwenzio, basi chuki zimalize peke yako. Lakini baba akitaka kuja mwona mtoto, mwache aje amwone, au mama akitaka kuja mwona mtoto, mwache amwone, kumnusuru yule mtoto. Lakini ukisema hapana, nitalea mwenyewe, uwezo nao wewe, baba ondoka, siwe, haifai wala humsaidii mtoto sana, unazidi kutengeneza uh, generation yani kizazi kibaya na haitusaidii kwa kweli. Tumwombe Mwenyezi Mungu atuepushe hiyo. Ukiangalia baadhi ya familia kama za warabu Wahindi wa au Wahindu wale wanaooana kifamilia, utakuta huwa wanatunza zile nasaba zao. Wasomali wanatunza zile nasaba zao, hawataki kuruhusu kuingiza vinasaba vingine ambavyo watu hawavijui. Mnakutana tu barabarani Mnakutana kwenye chipsi, mnakutana kwenye usafiri, mnakutana kwenye sehemu za kazi, mnakutana si masokoni, sio kisha mnakuja kuanzisha uh, vizazi pasina kujijua, alafu baadaye mnaleta migogoro, inakuwa kama laana katika familia yenu. Tumuombe Mwenyezi Mungu atunusuru na tujitahidi sana. Mungu anapotujalia vizazi, basi tuvilee katika maisha ya kiroho, eh, watu wamjue Mungu, wamuogope Mungu. Ni shie hapa. Nashukuru sana, ni mimi mtaalamu wenu Maalim Abalhasan Jumar, mtaalamu wa elimu za namba na kutafsiri ndoto mbalimbali mbali, na kutatua shida za miili yetu, maradhi na matatizo mbalimbali yanayohusiana na mambo ya kiuchumi, mapenzi na kadhalika. Asanteni sana.